Bilionea na mwanaharakati maarufu wa kuunga mkono demokrasia ya Jimmy Lai kifungo cha miaka ishirini jela baada ya kupatikana na hatia na makosa yanayohusiana na ukiukaji wa sheria ya usalama wa taifa, hatua ambayo imezua mjadala mkali ndani na nje ya China. Lai mwenye umri wa miaka 78 na raia mwenye passport ya Uingereza alikutwa na hatia njama ya kushirikiana na nguvu za kigeni pamoja na kuchapisha nyenzo zilizoelezwa kuwa zinahatarisha usalama wa taifa. Mahakama ilisema alitumia nafasi yake kama mmiliki wa gazeti la epdl kuhimiza shinikizo la kimataifa dhidi ya Beijing na kuchochea upinzani wa kisiasa Hong Kong. Gazeti la Apple Daily lilikuwa ni moja ya vyombo vichache vya habari vilivyokuwa vinakosoa waziwazi serikali ya China likifungwa mwaka elfu mbili